Wakiwa wamebeba bendera za Kenya pengine kuashiria uzalendo, walimiminika katika kanisa la All Saints hapa Nairobi. Nia ni kusimama na wenzao wa waliouawa wakati wa maandamano ya Juni mwaka jana. Uchungu wa mwana ukiwa dhahiri mwaka mmoja baadaye. Kennedy Onyango alikuwa tumaini yangu, lakini kwa sasa Mungu atabaki kuwa tumaini yangu juu, sioni hali yoyote, sioni haki yoyote ikipatikana Herick alikuwa mtoto mwenye bidii. siku hiyo ya 255 ile rabasi ya bluu alivaa ni mimi nilimpatia, nilikuwa na yeye asubuhi huku nikikuja Nairobi, lakini ka, sikujua kama hii yote itatokea. Maswali kuhusu haki ya waliofariki yaliibuka, viongozi wa makanisa wakitaka serikali kukomesha mauaji. Nilipigiwa simu na Dennis Itumbi akiniambia rais anataka kukuongeleza mama Nikashika simu akaongea, akaniambia mama Kennedy, habari yako? Nikamwambia sio mzuri hata kidogo. Akaniambia sawa, nimesikia na nimeona na nitakuita tukae chini tuongee, na nimesua haki ya huyo mtoto imepatikana na nitakufanyia vile mimi nasafanyiwa, kama msasi nawambia saini one year. Hakuna kitu imefanyika kwa hii Kenya. We are here to call out. We are here to acknowledge that these things have happened lest we forget and in the midst of this in the aftermath of this this week alone we are reeling from the shooting of a vendor who was simply trying to earn a living ibada hiyo ilihudhuriwa na wakenya wa dini mbalimbali mbali. Ni ibada iliyojawa na huzuni, huku familia ambao walipoteza wapendwa wao mwaka jana wakiuliza maswali ni lini watapata haki na wale waliotekeleza mauaji hayo kuchukuliwa hatua. Emily Runinga Citizen, kutoka kanisa Cathedral, Nairobi. Na Mery, nafikiri mwana taarifa hiyo ya Wakenya na wazazi na viongozi Uh, wakitoa kauli zao kwa yaliyofika mwaka uliopita. Uh, ni maswala ambayo wazazi wengi sasa hivi wanafurahi watoto wao wanapigania haki, lakini pia wanauoga katika safari ya watoto wao kupigania. Walizungumziaje hilo? Kwanza ningependa kusema serikali inafaa kuheshimu Wakenya kwa kuwa mamlaka yote iko mkononi mwa Wakenya hmm. Unapoangalia kat, katiba yetu Ibara ya kwanza inaongelea jambo hilo tena. Uongozi mamlaka tunayowapea ni ya kutumikia wananchi, si ya cheo. Ukiangalia katika chapter 6 ya constitution inaongelelea leadership integrity, ambayo unapata viongozi wengi Kenya hawana hawana that integrity that integrity is needed kuongoza nchi yetu ya Kenya. Kuna kifungu cha maadili na uongozi katika katiba ya Kenya ndio hiyo sura mm, sita. Ndio hiyo sura ya sita mm. kipu wanafanywa kazi kile wa uh, watu wakitarajia kwamba wanawamulika, yafika wakati wa uh, tume uhuru ya mipaka na uchaguzi wataweza kuzuia, waseme huyu ni hivi na hivi, ama wa akifanywa kazi iko katika maandishi tu, tutamuliza lidome. Maana kuna wakati fulani walikuwa wanadipigia debe ile swala la uh, uh, uongozi na maadili kwamba lifanyiwe kazi unapoangalia Mama Kennedy anasema rais alimpigia simu akamwambia, je, nitakushughulikia, nitafanya kama venye mimi ningefanyia mtoto wangu. Ukiangalia, rais ni mtu mwenye eko na ulimi mtamu, a sweet tongue, anataka anakuambia kile huu nataka kusikia, lakini baada ya hapo nothing is being done. tuko na bunge, tuko na serikali kuu la utendaji na tuko na mahakama kila every arm of government inafaa inafaa kufanya kazi yake. Kama ni bunge, tengenezeni sheria, wananchi huko wanaumia, wanauliwa. Tangu mwaka uliopita, hatujaona sheria ambazo bunge imepitisha, hatujaona hatua ambazo bunge ime, imefanya ili kuhakikisha usalama wa wananchi. Kazi ya polisi ni kulinda wa wananchi, si kuwaua ule ule mtu mzuri ni ule, si, ule mlinzi mzuri si ule anayebeba bunduki, ni ule anayetetea haki za wananchi. Kwa hivyo ni sikitiko kubwa tunapoona vijana wakiangamia na wao wanaoangamiza ni serikali uh. Ukiangalia katika article 55 inasema that the government inafaa kulinda wana vijana, they are supposed they are supposed to protect them from exploitation. Wanafaa kupea vijana ajira lakini ukiangalia serikali yetu kila siku tu, kila siku vitu tunaongelea maandamano, maandamano, serikali haijafanya hii, serikali haijafanya lile, hakuna maha, we are not progressing as a country. Ukiangalia mahali tulikuwa 2022 actually ni better kuliko mahali tuko saizi. It is better hiyo wakati vijana walikuwa at least kama ni help, uh, the previous regime, at least kama ni help, but kama haiko inafika wakati, wakati unaofaa kulikuwa na pesa. Walimu wanateta, walimu wa shule, shule za upili wanateta. Nakumbuka mwaka uliopita nilisikiza the same same news wakiteta kuhusu uh, fedha zinazo alokatiwa kwa shule za upili. Tangu mwaka uliopita kuna jambo limefanyika halijafanya, hakuna jambo ambalo limefanyika. Kile tunataka ni uongozi wa kikatiba, wafuate sheria. Kama ukifuata sheria, ukifuata katiba yetu, hatungekuwa hapa mali tuko, hatungekuwa tunaandamana. Kama polisi wangekuwa natekeleza jukumu lao, hatungekuwa tunaandamana. Polisi ambaye anayefaa kukulinda ni yeye anakuja kuku, kukupiga risasi. kwa kwa kwa ufupi, kwa ni kwamba ujumbe mzito ambao mnaupeleka na sio timu mnaupeleka ambao mmekuwa nao ndio, kuna mnaweza kuuliza swali mimi kwamba kuna wakati fulani mlishinikiza serikali, serikali kaja na kama kuchelewa, ikaitikia mwito, ikavunja baraza la mawaziri, wakachaguliwa baraza lingine, na mbona tayari lidome ashaping lakini <laughs> takuja kwako Sheikh Ibrahim alika badilisha alikaleta e, e, baraza lingine hivi na hivi, alafu kidogo mkaenda kimya. Kile kimya, kuna watu kuwa nadhani kwa nadhani kwamba labda pengine mmekubaliana na yale machache ambayo mabadiliko. Mwaka mmoja baadaye, mnakiri kwamba pia hamkuridhika na ile baraza la mawaziri. Kuna wakati rais akasema tungependa tuwe na vikao, kama mkumbuka vikao, akasema mm, vikao itakuwa mtihani, kwa sababu nyinyi vugu, maandamano yenu hayana kiongozi, hayana kabila, hayana dini, hayana mm, sura. Uh, kwa hiyo ni upande ule unasema kwamba tutasaidiaje? Wakati lazima tuseme kati ya vitu kumi, tuwaambie kwamba tutaanza na vitano, na katika vitano lazima tukae katika meza ya mazungumzo na baadhi yenu, ndio tujue kama mmekuja na kumi, lakini tukubaliane kwamba katika kumi tutaanza matano na hiyo baadhi yenu mnasema kwamba mko tayari kwa, kwa vikao hivyo. Sasa mnataka kipi kifanyike? Kile ambacho ningesema ninge, Gen Z uh, tunatumia mitandao ku communicate, we are using the social media to communicate. Si ati rais hauni anaona, ana watu wake ambao weko kwenye social media, wanaona na wanamwambia jenzi tunaweka matakwa yetu kwenye social media, kwa hivyo kama rais enyewe angetaka kutusikiza, angetaka kufanya mabadiliko ambayo vijana walisema wali kuanzia mwaka uliopita no, angekuwa ashafanya. Kwa hivyo ni sikitiko kubwa sana kuona rais amenyamaza, hakuna hatua anayochukua. It's very, very sad as a country. Nam, bila shaka amekuja na hoja nzuri. Anasema kwamba rais anafuatilia ana, ana, ana, ana, ana, maanake mkitoa ujumbe kila mkifanya maandamano, na ni ukweli, maana katika mitandao ya kijamii hata kuna wengine ambao wamejipata wamekamatwa kufanya kumaanisha kwamba watu wanafuatilia mitandao ya kijamii. Sheikh Ibrahim Lidhome, jitihada alikuwa yeah, anamuuliza swali jitihada kuhusiana na zilizofanyika, lakini nikaona tayari wewe hawafiki na hilo, sikubaliani nalo kwa sababu unajua na, kuna mabadiliko ambayo unaona ni mabadiliko yana maana na analeta manufaa na mabadiliko ambayo ni kejeli, na wananchi wanaona kwanza jinsi waliandamana. Rais akaona akasema, angalia, angalia kejeli inayofanyika hapa, ndo inawaudhi wa Kenya. mm -hmm. Huu mswada ulipokuwa bungeni mwaka jana ulipigiwa kura na asilimia kubwa sana ya wabunge ambao walikuwa namuunga rais mkono haya. mm -hmm. Rais alipoona mambo unga, maji yamezidi unga mm -hmm. Akaitisha kikao Ikulu akasema nimesikiza wananchi wa Kenya, huu msaada nimeusitisha. Wale wale waliokuwa bungeni dakika kadhaa zilizopita, profesa, na hii ni aibu kwa kiongozi yote. Kama ni mimi nilikuwa bungeni, profesa, hiyo siku ningeona aibu sana, hata kukumbana na watoto wangu wameniona pale nikisema huu mswada ni mzuri sana. Kisha rais akaona joto limezidi, akasema na namuunga mkono kwa hilo, kwa sababu mwanadamu mzuri ni yule ambaye akikosea, akikosolewa nakubali. Hapo rais, kongole, tunakupa kongole. Akasema huu mswada si mzuri, nimeusitisha. Wale wale waliokuwa bungeni wakiunga mkono, hapo hapo akasema wakapiga makofi. Kwanza hapo inaonekana ni viongozi wa aina gani ambao tunawachagua? Haya, nimevunja baraza la mawari, mawaziri. Mimi ni miongoni mwa watu tuliofurahi, rais anasikiza. Profesa, tuna rais mzuri, anasikiza, ataleta mabadiliko. Rashid, tukaketi chini, tuna ngoja hayo mabadiliko. Ikawa ni kejeli na ikawa ni kila mmoja anaangalia maslaha yake. Hawa ambao wana sauti kubwa sana ya kunipinga ili nivunje makali yao ni nini? Ni wape nyadhifa, na la kusikitisha ni hili profesa, sijui mkienda bungeni huwa mnapewa kitu gani mpaka unakuta mtu ambaye ni msomi, mtu ambaye ni profesa na hadhi kubwa, ukifika kule mtu hubadilika. Kwa sababu kama mimi nilikuwa naona kitu fulani ni kibaya, kweni nikipewa cheo hicho kitu kisha kuwa kizuri. Sasa hili ndio tatizo, na vijana wanaona. Kwa hivyo hayo mabadiliko, Rashid, ndio uliona nilikataa Wallahi, ni dhambi mbele ya mwenyezi Mungu kusema kulikuwa na mabadiliko. Hakukuwa na mabadiliko yoyote, ilikuwa ni kejeli. Halafu unakuta sasa ni sauti ya wale wanaopinga, ilikuja ikavunjwa, ikazimwa. Niambe, saa hizi upinzani ni kina nani? Upinzani ni kina nani? na hata walioko kwenye upinzani saa hizi Rashid, kila mmoja unaona, badala ya kuja na ajenda ya kuokoa Kenya, ni, ni kama mtu anakwenda kuposa ukienda kuposa, jitetee, niambie kwa nini wewe ni bora kuliko profesa. Lakini ukija we unaanza kumkashifu yeye, nieleze unakuja na kitu gani? Kwa hivyo tunaona hata wale walioko kwenye upinzani hivi sasa, ni vizuri kuwa na upinzani lakini wao ndio unaona, mpaka wanakejeliwa na rais. Hawa hawana ajenda. Ajenda ni ya kusema one term, one term. Hiyo si ajenda. Kuambia mtu one term, hiyo sio ajenda. Kwa hivyo mabadiliko ya kejeli ndio anazidi kuudhi na, nani anafelisha nani, nani? nani, nani na, na, anamfelisha nani? No. Lazima tuangalie kwa sababu kuna mambo mengine mimi naamini no. Kabla kiongozi wa kitaifa nyanyuke aseme anaenda kuitisha kikao na wanahabari huwa no. Kuna mambo mengi yamefanyika huko. Na, ameshauriana na watu wengi tu? Mengi tukasema no. Kwamba hili litakuwa sawa hili si sawa no. Na sio tu tukua kikao na wanahabari kwa lolote no. ambalo rais atakafanya mm. katika ujenzi wa taifa no. kwa kila sekta na wataalamu wake no. ambao kila mara anamshau. Ni nani ambaye kimtazamo wako maana unasema kwamba haujaridhika na ni aibu kubwa? Ni nani ambaye anafelisha nani katika mchakato huu? Sasa wajua Rashid, ukiwa wewe umepewa mamlaka fulani, haijalishi wale washauri wako wanakuambia nini, sisi tutakuona wewe kwa sababu hatuko katika hivyo vikao. Ukipewa ushauri kama umeukubali ama haukukubali tunasema kukiharibika kiongozi ndio hulaumiwa. Kwa hivyo jukumu linaishia kwenye meza ya rais, yeye ndiye anafaa ajue kwanza, nitachagua washauri ambao ni sycophants mm -hmm. Sycophants ni wale ambao wanakuambia lile unataka kusikia tu la kukufurahisha, na hapa, kwa sababu labda sitapata nafasi nyingine mm -hmm, msimamo wa dini kuhusu kutoa ushauri ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mnusuru ndugu yako akiwa ni mwenye kudhulumu au ni mwenye kudhulumiwa. Huu ni ushauri kwenye wenye kutoa ushauri kwa viongozi. Maana yake ni nini? Simama na yule mwenye kudhulumiwa. Huyu amekandamizwa ni lazima tumnusuru, na huyu mwenye kukandamiza pia mnusuru. Unamnusuru, unamnusuru vipi? Ndugu yangu, Profesa, hapo unafanya dhuluma, wachana nayo huko, ndio kumnusuru. Lakini pia yule mwenye kunusuriwa pia lazima akubali, kwa sababu kuna watu wengine profesa utampa ushauri lakini haski sasa, tatizo liko hapo. Lakini lawama itaenda wapi? nyumba ikiharibika, boma langu likiharibika, watu hawatasema boma ya mama Aisha, watasema boma ya Lethome Rashid. Kwako ukiharibika, hatutalaumu mama watoto, mm -hmm. utakulaumu wewe. Makueni ingeharibika alipokuwa huko, mm -hmm. nafikiri tungewalaumu wale MCS, mm -hmm. Profesa Kivutha Kibwana amefail kule kwake, mm -hmm. ujumbe nafikiri umefika. Si wanasikiza Citizen ama ifiki Ikulu, Citizen. <laughs> <Inafika>. <laughs> Uh, na mtazamaji, tunazungumza kwa kinaga ubaga kuangalia uh, kinachoendelea na kama anavyosema Sheikh Ibrahim Lidome ni kwamba hakuna tatizo kubwa isipokuwa tu wa Kenya kusikilizwa na hakuna mtihani mkubwa isipokuwa watu kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa katiba yetu ya Kenya inavyoamrisha, alafu lengine kila mtu ajue kwamba ana dhamana a uh, kwa ule wadhifa ambao ameweza wa kukabidhiwa na Wakenya kikatiba kupitia maamuzi waliyofanya katika uchaguzi uliopita. Ni mambo uh, rahisi kwa mtu ambaye yuko tayari kuwajibika, ni mambo magumu kwa mtu ambaye hayuko tayari kuwajibika. Uh, nitakuja kwa ndugu yangu Wilmark nimuulize swali kwamba sasa uh, lengo lao lile la mwisho kabisa ambalo uko nalo katika ya maandamano ya kesho ni lipi? Maana lazima tujue ujumbe walionao kama watashindwa kuupitisha, tuwape nafasi pia, wapitishe ili ufanyiwe kazi. Lakini kwanza kabisa, kabla tuna mapumzikoni, naomba tupite moja kwa moja, tuangalie kinachoendelea katika mahakama ya Kibera, ambayo ukipenda Kibra, ambapo washukiwa wale sita ambao wanahusishwa na mauaji ya mwanablog Albert Ojuang, wakiongozwa na OCS Talam, wamefikishwa mahakamani.